Watanzania tupende hesabu za wa kiuchumi. Watanzania wa asilimia sabini wanaishi kwa kutegemea sekta ya kilimo on a daily basis. Morogoro ndio sura ndio dira ya ya mapinduzi ya kilimo ya. In short in 5 years time makadirio yetu ni kwamba ma, mapato ya mkulima wa Morogoro yatakuwa leo by then yameongezeka kwa about 500 billion shilling ndani ya Morogoro. Nikichukua wakulima wote wa miwa wanaokuja outgrow, wala wakulima wadogo wataongeza kipato mifukoni mwao by 150 billion. Tumeleta mazao ya kakao kakao, mwaka jana wakulima wa kakao wa mkoa wa Morogoro wamepiga 11 billion bila maandalizi, in five years time, na vitu tunavyofanya huko kakao watakuwa na 50 billion. Parachichi watakuwa na over 50 billion, all this money ndani mikono ya wakulima wa Tanzania inafanya nini? Hili swala la Agribank, nendeni mkaliangalia vizuri kuhudumia vyema wateja wetu hapa kiche kurudi pamoja na Kongo na masoko mapya ambayo tunapanua wigo wetu ikiwamo Dubai. Hivi karibuni benki yetu imefanya mageuzi makubwa ya kihistoria kwenye mfumo wetu mkuu wa kibenki. Mfumo mpya wa Temenos Transact au T24 umeiweka benki yetu CRDB katika ramani ya dunia, kiwango sawa kabisa mabenki makubwa ya dunia kama Lloyds benki ya Uingereza na Komas benki ya Marekani. Hivyo ni sahihi kusema kuwa mageuzi haya ya mifumo ni sehemu ya nishimikosa. Mabadiliko makubwa kama haya hayakosi changamoto. Natambua kuwa wakati wa mabadiliko ya mfumo baadhi ya wateja wetu kupata changamoto katika huduma, na hivyo anapenda kutumia jukwaa hili kuendelea kuomba radhi, lakini pia kuwashukuru kwa uvumilivu wenu.

Sasa hivi tunaelekezea CRDB kwa ajili ya kupata mikopo rahisi na mikopo ambayo haina riba kubwa. Kwa upande wetu sisi tunawashukuru pia kwenye upande wa mikopo ambayo inatuwezesha kwa upande wa watu wa bajaji, tumepata fursa, tumeondokana na ile mikataba ambayo ilikuwa inaweza kutuumiza. Kwa hivyo kwa hilo tunawashukuru sana na tunaendelea kushirikiana nao, waongeze ubunifu na waweze kuboresha kutokana na changamoto zilizojitokeza, zilituwekea changamoto hata sisi wateja tukaanza kuogopa na kustuka, ila kwa sasa mifumo imekaa vizuri, mambo yanaenda vizuri.